Last story ilikuwa ni kuchapia leo venye ni nilishikwa hiyo mm. So, nilikuwa na kuru nilikuwa na, kuna beshte, nilikuwa natumia kompi yake mm -hmm. kwa cyber yake si actually cyber movie shop mm -hmm. So nimemshow niaje naweza kama hivyo saa hizo na natumia simu ya kulipa mm -hmm. ya kulipa daily mo simu ya kulipa daily venye inakuanga na stress. Mm -hmm simu ya kulipa daily stress test. So tuko hapo, tunabonga na naye hivyo hivyo, akalafu akato kato, akatoka. kuna bestaka ako hapo so anakuja well, from time to time tunabonga so, um anakwanga na simu hapo kaduda, lakini, actually, lakini doesn't actually use it, nakuanga off most of the time so kuna hii kaduda iko hapo iko off. Hii power ikaeka laini yangu ikapiga piga masimu nini nini, nilia imezima. Actually ilikuwa bado iko on, ha ingefunguka yangu, ingefunguka yangu, ingefunguka. So ilikuwa nilipie nayo. So ile taimu jamaa anatoka, nikasema si just highlight mtamshow hii simu, acha niende nayo

so akanisho hii story, nikamshow ilikuwa na doa. Akanisho ilikuwa na doa, nikamshow sikuona doa hapa mimi si, siwezi kupea doa si, yenye haikuwa si, akanisho sasa hii story twende tu solve kwa kwa karau. Tukaenda huko, naogopa nini? Unajua wewe uchukua simu yake na huko, mwambie sasa anaweza kustaki. Unajua at first, unajua this guy this guy is a liar, acha nikushow zaa unajua, reason why alinisho jnimepata simu yangu, acha niende niishie. Alafu akachange mind hapo nje akaniambia, simu hey, naiz... kulikuwa na doo hapo mahali simu ilikuwa you know? so after, after yeah. akanisho na kulikuwa na, na doo hapo yeah. so, yeah. akanisho kulikuwa na, na doo hapo nikamshoo, ah, mi sikuona doo mimi kias, tu kwa, kwa mm. Nikamsha sawa, tukaenda nikafungwa hapo. So nangoja doi itumwa. Aa, alisema kenye huyu jamaa amesema tulifika anyway, hmm? So, kwa karao jamaa akaandika statement akasema simu huyu jamaa nimempata nayo. Aliniambia ako nayo si ndio aliniambia, aliniambia. Aliniambia. Aliniambia. Aliniambia. Aliniambia. So alafu akasema hiyo do plus kulikuwa na 3k hapo, so karao akasema nikamshow karao sikuona hiyo do karao, si akasema juu ulikuwa na simu inaweza kuwa jamaa alikuwa na 3K but there's no evidence. Hakuna CCTV kwa hii shop yake, so tuka karao akasema sasa piga simu mlipane mmalizane locally. Kapiga simu do ikakuwa ikuji do ikakuwa ikuji do siku na hiyo do atanda do ikakuwa ikuji do ikakuwa ikuji jioni. Tukaenda Njoro, Njoro police station. Sasa nilikuwa Egerton, tukaenda Njoro, nilikuwa Bible College, twende Njoro, Njoro. Njoro. Njoro, Njoro, Njoro, Njoro, Njoro. Sasa tukawekwe hapo so kwenda Njoro. Tukakaa overnight, overnight. So, so normally nowadays cases zinakuwa zinapelekwa kotini the next day morning, so sasa mlienda na huyo mtu ame tulienda nae, so, so tukaenda na hata tulienda na gari yake, karao alimwambia uko na gari akamsho So, sizakusha sasa chuli, nikamuviva, tu Njoro juu Njoro ndo iko na cell Bible College ni la kushika tu wasi karibu na Egerton. Egerton, Police, Police Post. La kushika, shika tu wasi lakini unasukuma Njoro, usukuma Njoro hapo Nakuru. Sasa, si tukaenda Njoro Mike iko sawa. So, sasa tuko Njoro. Kachilchila po Njoro. Asubuhi. So nikiwa Njoro, nasikia niko mgonjwa, naumwa na tumbo bana. Mm. Nasikia naumwa na tumbo ile, ile danger eh. Ile kuumwa na tumbo, kuumwa na tumbo ile serious. Na imeanza time nime, nimeshikwa. Mm. Lakini siwezi sema juu. Naona ni kama hii tumbo haiko serious. Unajua ile unasikia ni kama tunasikia kuna upset. Lakini unaweza hapo tukaekwa kwa sel. No uwe jamaa tulikuwa na, kuna wasingine walikuwa wanaletwa, si nimefika Njoro sasa kushikwa. Kumbe ukiwa prison unapeana nini, unapewa receipt si, ukipeana simu ama any of your properties, unafaa uandikiwe receipt that umepeana this simu, this type ndo this type. Iweke mahali na irejistiwe. Alijua jamani mara ya kwanza kuingia hapa. So, yes, so, so tumepewa hapo mattresses za kulala lakini si mattress. Tuseme kama matezi ya 3x6 ime mevunjwa mara nne, napewa yako kapisi kamoja ulalie hadi ulalie tu uyekelee kichwa lakini uko <laughs> kwingine umelala kwa, kwa floor. So uko ndani kwenye seli inanuka. So unajua hiyo bucket huwa wana empty, lakini unakojoa tu ndani huko, hawezi kuna haja kubwa ni kukojoa tu, unakojoa si ndio? So inanuka kama nini ya nguruwe. Penye nguruwe. Hiyo cell ni dark. Huko juu ni slab ya concrete. Eh? Hakuna kadirisha kadogo. Right? So kesho asubuhi ikafika nikaulizia simu, tukaletewa chai na na mandazi. Yeah? Chaina sinjoro tukaletewa chaina na mandazi na chai, chai ya maziwa. as 8 ikafika tukaingia kwa, tukatoka hapo nje, nikaiulizia simu yangu haikuwa. So the investigating officer actually was a different person kwa mkamba fulani, sijui anaitwa nani, sikushika jina, lakini alinishow jina na mjadwa fulani. So huyo mkamba akanishow this guy is not picking his phone So, kucha, ukusi, kucha, We, e, wenye tulikuta usiku si wenye tulikuta asubuhi si unajua, kuna records mm, yeah, tuliandikishwa mm, kila mtu akakuwa na simu yake, yangu ikapotea. Mm, I guess jamaa mwingine alichuka makarao alienda na ama aliye misplace, so maybe hiyo simu bado iko hapo tu ama, ama hata hiyo karao alienda ama kuna mtu alikuja akaclaim mm, so sasa asubuhi, tukaenda tuka tunapelekwa sasa Nakuru law courts tendo, so tuchajiwe, so this guy never shows up, mwenye alikuwa ananiacuse, achukui masimu za za investigating officer, amehepa, hii kesi ataki kuja, so simu yangu iko na doo, ameshatumia doo kwa simu. Tukafika huko jaji akanishow huko na akanishow unakubali kesi hapana, ki nikamshow, of course kubali. Akanishow uko na tao mbili, uende nyumbani. so, so so actually kenye karao aliandika aliandika ni simu peke yake ya kuandika na do aliandika tu, ni simu huyu jamaa alipatikana na simu. Ilipotea simu ilikuwa imepotea ikapatikana na yeye naye, yeye akukua yeah, yeah. so, eyewitness, akukua na eyewitness. Tunajua sasa so simu yangu iko na do lakini karao alificha simu yangu kwa kwa station, So siwezi bail out kwa kotini, kwa ikabidi nipelekwe Nakuru prison sijapatikana, like ningelipa 2k ningeji bail out nikuwe na kuja kesi juu ya kupatikana na simu ya kuiba, si nikakataa hiyo kesi juu iko true so so, so, what actually, so, so what actually happens hapo ni kuwa ukikataa kesi, si tunaachiliwa hivyo hivyo, unaachiliwa na, na bond ama bail, si ndio? so hiyo bond inawekwa kotini, so that in case ukishikwa na kesi ama upigwa fine, italipa jamaa mwenye mwenye, mwenye umemuibia, ama mwenye ako, mwenye anako accuse Sindio? so, so ukikata hiyo kesi si eti unaachiliwa hivyo hivyo. Ukikata bado kuna trial, like bado kuna trial, muna, kuna mention. Yeah, yeah, haina evidence of course. Hakuna evidence so hii kesi, inge, hii kesi ingeisha so haina evidence so this guy never show. Eh? Haijaisha sinataka nikushow Sawa.